Msifu Yesu Kristo milele. Amina. Basi ndugu zangu wapendwa, karibuni katika tafakari za novena ya Roho Mtakatifu. Leo ni siku ya saba, tuna tafakari juu ya tunu ya Roho Mtakatifu ya paji la hekima. Maana yake ni nini? Hekima ni paji lake Roho Mtakatifu linalotujalia kupambanua jema na baya, hatimaye katika huo upambanuzi tunachagua lile lililo jema Daima, katika ulimwengu huu tulio nao tumezungukwa na vitu vingi ambavyo vinatudai kuchagua aidha kwa kuongea au kwa kutenda. Katika hayo, Roho Mtakatifu ndiye anayetujalia kwamba tuongee lipi na tutende lipi ambalo ni jema. Hayo yote hatuyawezi bila msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kumbe, maamuzi yote tunayoyafanya katika maisha yanaongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kumbe, tujiombe hekima sisi wenyewe, tuombe pia hata wale wanaotuongoza na kututawala katika imani, viongozi wa dini, hata katika serikali, waweze kujaliwa hii hekima ya Roho Mtakatifu kusudi yale wanayoongea au yana wanayotenda yana, yana yakawe mema kwa kuongozwa na hii tunu ya Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.